la hayata lilnas la nafiya liljis la hayata lilnas wala hidayata lilnas, hakuna uhai wowote wa hakuna maisha yoyote mazuri yaliyokuwepo hapa ulimwenguni kwa ajili ya watu wala kuongozo mzuri kwa watu, illa bi talabil ilmi, isipokuwa kwa kusoma elimu ulama. wa wujudi lulama, na kupatikanika wana waviuoni. Pazikatia watapatikanika vipi wanachuoni, na watoto wenu hawakai darasani kusoma hivyo vijiti vya kielimu, nani watapokezana? Unataka shekhe gani akiwa hayupo, atakayekaa kwenye kiti chake ni nani? Hali ya kuwa watoto wenu umewatoa madrasa, wakiwa standard kwenye dini. Unamkimbiza mtoto wewe, huoni haya? Muislamu unamwachisha kusoma dini kwa sababu ya nini? Atafeli? anafeli nini? Unakufeli darasa la saba? Sasa baada ya kutengeneza misingi imara tunazembea na watu wanasingizia serikali. Serikali yetu alhamdulillah, ukijielewa utasomesha mtoto wako dini na atakwenda shule vizuri, hakuna kishida. Lakini waislamu tumepigwa hapa, watu wakabeba bango kwamba hawa watu, hey, lazima wasome, uwe na macho mawili. Mbona hili jicho la dini hakuna? Wataka kuwa na macho mawili yapa, yapi unazungumzia wewe? Wewe umeacha kusoma dini darasa la nne la tatu, utakuwa na macho mawili wewe? Umeishia ana bauna bina bundi, umeacha kusoma hapa. Kaida bagdadia hujasoma tena, dini unataka kuwa nani wewe after Unataka kuwa mtu wa aina gani wewe? Kwenye Uislamu ni lazima turudi kwenye msingi huu imara, watu wasome na wasomeshe watoto wao, ili kipatikanike kizazi kitakachotetea Uislamu baadaye. Lazima mfahamu hilo, dini hii imejengeka kwenye kusoma na kusomesha. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, tafuta elimu ni faradhi mno